Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club na Yanga Sports Club kuhusiana na mchezo namba 184 kati ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club wakiwa wenyeji dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club ambapo kwa mujibu wa ratiba mchezo huu umepangwa kuchezwa siku ya Jumapili ndani ya mwezi huu Juni, yani tarehe kumi na tano mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo mchezo huu mara baada ya kuchezwa, basi zile mechi mbili zilizosalia kwa kila timu ndipo ambapo zitakwenda kucheza ili kuweza kukamilisha ratiba ya ligi kuu ya NBC. Lakini tunaona kwa upande mwingine kwa kile ambacho kinaendelea kwa sasa kuna uwezekano mkubwa wa klabu ya soka Yanga Sports Club hawatashiriki mchezo huu namba 184. Sababu ya kwanza ambayo Yanga Sports Club hawataki kushiriki mchezo huu ni kwa sababu ya mchezo kuahirishwa ile tarehe nane ya mwezi wa tatu mwaka 2025 ambapo mchezo huu ulipangwa kucheza, lakini kutokana na kile ambacho kilitokea tarehe saba mwezi Machi mwaka 2025 kikaweza kupelekea klabu ya soka ya Simba kuweza kuandika ombi la kugomea mchezo huu dhidi ya Simba Sports Club, na mara baada ya kuandika ombi hilo, tunaona bodi ya ligi kuu Tanzania Bara waliweza kuingilia kati na kuweza kusogeza mbele mchezo huu kati ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club wakiwa wenyeji dhidi ya kikosi cha timu ya soka. Sasa, kwa mujibu wa taarifa ambayo Yanga wameweza kuitoa, tutakwenda kukwambia hapa leo msimamo wao kwaje kuhusiana na mchezo ambao kwa sasa umepangiwa tarehe mpya yani, tarehe kumi na tano ya mwezi wa sita mwaka 2025 kutokana na taarifa ambayo Yanga wameweza kuitoa katika mitandao ya kijamii inasemaje? Inasema hivi, inasema, taarifa kwa umma. Uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa tarehe saba Juni mwaka 2025 tulipokea barua kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kikao maalum cha kujadili masuala ya usuyo mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Yanga dhidi ya Simba Sports Club. Uongozi wa klabu yetu ulitii wito huo na kushiriki kwenye kikao kilichofanyika Jumatatu Juni 9 mwaka 2025 kwenye ofisi za bodi za ligi Tanzania zilizopo jengo la NSSF Mafao House, Dar es Salaam kuanzia saa 4 asubuhi. Baada ya majadiliano ya saa kadhaa, viongozi wa klabu ya Yanga waliwasilisha msimamo wa klabu yetu kuwa hatutashiriki mchezo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 ya ligi kuu Tanzania Bara, ambapo kwa mujibu wa taarifa ambayo Yanga matakwa yao ni kwamba wanataka m, kamati ya uendeshaji wa bodi ya ligi ya masaa sabini na mbili kujiuzulu, kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF na bodi ya ligi iwe huru. Kwa hiyo hayo ndio matakwa manne ambayo Yanga wanataka ili waweze kucheza mchezo dhidi ya Simba Sports Club, na kwa mujibu wa taarifa ambayo ali kamwe ameweza kufunguka hapo siku ya jana kutokana na kile ambacho kinaendelea aliweza kusema kwamba eh, na kama yupo mtu mmoja wao wanataka kuwadanganya kwamba kuna pointi Yanga itapunguzwa, eh, ndugu zanguni, huyo mtu aachwe, aache nayo mawazo mara moja. Hakuna pointi ya Yanga itaguswa, na yupo mwanaume wa kugusa pointi ya Yanga, aguse, aone nguvu ya wananchi inazungumzaje. Kwa hiyo, kwa kile kinachodaiwa kwamba Yanga wanatarajiwa kupokonywa pointi, basi kwa upande mwingine Yanga Sports Club hawapo tayari kukiona iko na kama kuna mtu ana uwezo wa kuweza kuzipokonya pointi za klabu ya soka Yanga Sports Club basi aguse aone nguvu ya wa wananchi, nasemaje? Kwa sababu Yanga hawapo tayari kuona wanapokonya pointi, na msimamo ni ule ule, kuto kucheza mchezo dhidi ya Simba mpaka pale kamati ya sabini na mbili itakapojiuzulu mpaka pale, eh, CEO au mtendaji mkuu wa bodi kujiuzulu, bila kusahau kwa upande mwingine katibu mkuu wa TFF eh, na bodi ya ligi iwe huru. Kwa hiyo hapo ndipo Yanga ambapo watakukubali kucheza dhidi ya yes, Simba Sports Club. So na wanataka wapangiwe tarehe mpya, sio tarehe kumi na tano Koyoko. Kwa hiyo kwa sasa, kinachoendelea kwa mujibu wa TFF, mchezo uko pale pale.